Kiangalie huko huko nyuma nyuma, bana yenyewe hata kikoa. Yaani, yaani, kwa sababu umeona madem huko nje nje wamejaa. Hey, magoka harudishi watoto shuleni. Miezi nne tu mmekaa nje, miezi ya corona ndio inakufanya unasema umefika mwanaume kuoa. mwanamke? mwanamke? Utalisha nini wanawake wanawake? Unaona hizi za wanawake ndio zinafanya usemo. Eh, naona hii kasoro yako nini? Mama kwani kileni yani? niambia nataka kuoa kuoa kwa form 3. Namuuliza sababu, ananiambia naona wasichana wako huku nyuma wamejaa jaa. Unataka unataka kuolewa? Mnataka kuamua, wewe unataka kazi ya kulisha bibi miaka hivi ndio ndio 20 Ma, wazimia wazimia 20 mama, hata huwezi furahia kwanza bibi bibi bibi bibi, baadaye aibu aibu, kwa sababu sababu angalia, sa hii corona, kuna chakula kwani wewe wewe? Ah, mahali na pesa eh, yani ananiambia nataka kuoa kuoa kuoa, mtoto wa form unataka Ma, unataka, wanawake wanawake wamejaa wamejaa huku huku nyuma. Hii tena una kuniambia vizuri, unaangalia mwanamke. Hii ndio ninataka Mama Mama Mama ndio mtu mwenye mwenye atakufanyia kazi. Kwani kuna shida? Chakula bibi, bibi na mimi mimi Tokeni. Tokeni. Kuoa. Wewe naye toka uolewe. Saki mwagari, enu, Saki. Ha, yi, Saki. hata mahari yenu yenu, hapa pesa asante. Mama. Ha! Oh, mamu. Mm -mm. Mamu. Asante. Mm -hmm. Asante. watoto Watoto shuleni. shuleni, hawa watu wananiambia wananiambia kuona wako form form 3, 2 kuolewa. nyumbani. Wameona imefika yawa kuolewa na kuoa. Ah ah. Mungu asaidie watu ah.